Nimesema ile ubaguzi ambayo imekuwa Tana River hii, ati mtu wa Tana River akitafuta mambo ya kitambulisho anaulizwa maswali kutoka hapa mpaka Johannesburg. Sijui kama tunaelewana? Nimesema hivi na sasa, hiyo ndio msimamo wa serikali, na mimi mwenyewe nimeweka sahihi Gazette notice ya kuondoa ile maneno yote ya vetting, ili mwananchi wa Tana River apate kitambulisho vile mwananchi wa sehemu zingine za Kenya wanapata kitambulisho. Mnanielewa jameni? Hatujasema ya kwamba kitambulisho ipatianwe kiholela. Hapana. Tumesema vile vitambulisho inapatianwa Kisumu, Eldoret, Nakuru, Nairobi, Kiambu, Mombasa, pia watu wa hapa Tana River wapatiwe hivyo hivyo lakini maneno ya kuweka viwango viwili ya Wakenya, ati kuna Wakenya wa kiwango moja alafu kuna Wakenya wa kiwango ya chini, ati wanaulizwa maswali mengi zaidi. Tumesema hiyo ubaguzi hatuna nafasi tena katika serikali hii na katika taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Tana River, mnataka tuendelee na ubaguzi? Mnataka ati e, mtu ya kuulizwa kitambulisho, maswali ni kama kutoka hapa mpaka South Africa? Munasema tusimame pamoja? Yeah. Na mimi ndio nasimama mbele yenu kuambia hivi. Watu wa Tana River mnanisikia vizuri? Yeah. Mnanisikia vizuri? Yeah. Mimi nawaeleza mapema mchana, mambo ya ubaguzi tutamaliza taifa hili letu la Kenya. Yeah. Nyinyi ambayo mlisahaulika miaka nyingi hata mkadharauliwa yeah, na mkatengwa yeah. Mimi nawaambia serikali hii tukitoka hapa kwenda mbele Hamutadharauliwa tena, hamutadharauliwa tena, hamutasahaulika tena, hamutabaki nyuma tena. Tutatembea pamoja sambamba, kama watu wa taifa moja, taifa la Kenya. Ama mnasemaje? Watu wa Tana River, mnasemaje? Mnasema tuungane ama tutengane?